ya kumtumikia Mungu hata kama kuna vita, uko na pako kuna vita. Yani ukikumbuka tu kumwambia Mungu, e, mwenyezi Mungu, tazama hii vita. Mungu anatazama anaona, okay. Anaongea na mtumishi wangu, hebu tusiache kila kitu tumsikilize. Anaongea na wale wazee shina wane, mnakuwa mnamhudumia nani fulani, hebu tulieni, hebu msikilizeni huyo, sikilizeni, tigeni sikio. Anaomba nini? Anaomba nini? wanaangalia ah, kuna vita ah, okay. Yukoje, ah mwana ni mweupe. Yani unaposema weupe wa miguu, yani mtu asiyokuwa na hila na kazi ya nani, asiyokuwa na hila na Mungu wake, asiyochanganya mambo na Mungu wake, uifanya miguu yake kuwa safi mbele za Bwana. Hawezi akaingia ndani akaambiwa vua viatu kwanza. Ndio maana waliokuwa na miguu michafu walipomsogelea, msa msa, aliingia kwa Bwana akiwa na miguu michafu ndio maana aliposogea akasogea, akaambiwa rudi kavue kwanza hivyo viatu, ni vichafu